Ni kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa Diana Marua aliishera video hii ambayo inalionyesha gari lake aina ya Mercedes Benz G Wagon Brabus ambalo alizawadiwa na mumewe ama baby dadi wake Bahati mwezi Februari mwaka huu 2025, na kuzua gumzo, hasa baadhi ya watu kudai kuwa gari hili Sio kwamba amelinunua. Pana, hili ni gari ambalo amepewa kupitia kampuni ambayo ilikuwa ikifanya kazi na Bahati kama ambasada. So liliwahi kuonekana, na by then lilikuwa lilikuwa ni gari ambalo lilikuwa na rangi ambayo ni nyeusi. So Bahati akaamua kulipim, kwa kulibadilisha baadhi ya vitu kiwemo rangi na kuwa la pink na kisha kudai kwamba ni gari jipya ambalo amelinunua kwa thamani ya pesa za kitanzania milioni mia tisa na kumzawadia Diana Marua. Kuna baadhi ya watu pia walisema kwamba gari hili si jipya na ndio maana limekuwa likionekana garage mara kwa mara. Zilikuwa ni comments za watu wachache tu ambao waliweza kutia dosari zawadi hii ambayo Bahati alimpatia Diana Marua kama zawadi ya anniversary ya kutimiza miaka minane kwa pamoja. Sasa Diana Marua alishare video ya gari usiku na kisha tukusindikiza na caption isemayo Diana Brabus, I'll be lying if I said my life is not good. Yaani, kwamba nitakuwa mwongo nikisema kwamba maisha yangu si mazuri. Hapa anajitapa kwamba maisha yake ni mazuri. She's living large. Sasa msanii Bahati akaja kushusha comment ama bebi dadi wake, akaandika tu hii gari imemake headline sana Lamborghini. Yani kwamba gari watu wengi wameweza kuzungumza ya kwao na imekuwa ni topic kwa muda. Sasa anaona zawadi itakaofata ambayo atampatia Diana Marua itakuwa ni gari aina ya Lamborghini. Sote tunafahamu Lamborghini ni magari ya watu wachache kutokana na hadhi na hata thamani ya kifedha. Hapa Afrika ni wachache ambao wanamiliki magari hayo na sio hivyo tu, ni maarufu zaidi kwa masta mbalimbali wa igizaji, wa muziki na michezo nchini Marekani na sehemu zingine nje ya Afrika. So kwa Afrika Mashariki upande wa masta huenda kama Bahati atatimiza zawadi hiyo basi watakuwa wamekwisha kuweka rekodi hasa upande wa zawadi ambazo wamekuwa wakizawadiana. Kwa vizuri ataweza ama ni maneno tu.